Timu ya taifa ya soka Harambee Stars ina matumaini ya kuandikisha ushindi wa zaidi ya mabao matatu dhidi ya Ethiopia siku ya Jumamosi na kuweka hai matumaini yao ya kufuzu kwa mashindano ya Kombe la CHAN. Harambee Stars ilipoteza kwa mabao mawili kwa nunge katika mechi yao ya ugenini dhidi ya Ethiopia. Mkufunzi wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Bobby Williamson ana kibarua kigumu cha kuhakikisha kuwa Kenya itafuzu kwa mkondo wa pili wa kufuzu kwa mashindano ya CHAN. Harambee Stars itaikaribisha timu ya Ethiopia kwa mechi ya raundi ya kwanza ya marudiano. Mechi hiyo itachezwa katika uga wa Nyayo siku ya Jumamosi huku Kenya ikihitaji kuandikisha ushindi wa mabao matatu bila jibu ili kufufua matumaini yao ya kufuzu kwa mashindano ya CHAN. Usually the same guys that said we wouldn't score three against Botswana, and we did we scored four.

Kenya ilipoteza mechi yake kwa mabao mawili kwa moja ugenini, lakini kulingana na mkufunzi Bobby Williamson matumaini ya kufuzu bado yangalipo, haswa bado wachezaji kufanya mazoezi kwa pamoja. Harambee Stars ilitoka sare ya bao moja katika mechi ya kujipima nguvu dhidi ya Gor Mahia hapo jana. Kwingineko, kampuni upepe ya upeperushaji matangazo ya Star Times imezindua udhamini wa shilingi milioni mia nne na hamsini kwa timu zote za taifa za soka kwa kipindi cha miaka mitano.